Ugonjwa wa genital warts kwa wanaume, hizi sunzua huwa zinapenda kuota maeneo gani? E, watu wengi huwa na, wanadhani labda zinaota sehemu gani labda. Sasa ukweli wa mambo ni kwamba sehemu za siri za wanaume zote zinaweza zikaota. Zinaweza zikaota kwenye kichwa cha uume, zinaweza zikaota kwenye kile kishingo pale, baada ya kutahiriwa pale kwenye kile kishingo, zinaweza zikaota hapo. Zinaweza pia zikaota kwenye shina zima la uume lakini pia hizi wati zinaweza zikaota pia kwenye korodani, hizo sunzua zinaweza zikaota kwenye korodani, lakini pia zinaweza zikaota kwenye e, sehemu ya njia ya haja kubwa kwa nje, lakini pia zinaweza zikaota hata katikati ya mapaja kwenye huku kwenye mikunjuio ya mapaja, zinaweza zikaota huko. So haya ndo maeneo muhimu, au maeneo maalum ambayo mwanaume anaathirika akiwa na changamoto ya. Kama unaiyo shida na umestaga kwa muda mrefu, umeshazikata umezichoma, ume ume unatibu zina, una zinarudi na umeshindwa kupata suluhisho la kudumu, basi hapo ko sehemu sahihi ya kusaidia, utapona. Make sure na zitaisha kabisa. Sure unabonyeza alama ya kujumlisha na nifollow, na kwa ushauri na tiba, chukua namba yangu kwenye bio yangu, kwenye bio nipigie simu au WhatsApp. Utapata huduma nzuri, karibu sana.